Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media, katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 23 Januari, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya mtakatifu Yohane mtoa sadaka, askofu. Mtakatifu Yohane alizaliwa katika familia ya ukoo bora. Katika ajali ya ziwani kule Kupro alipoteza mkewe na watoto wake wote. Akiwa mgani aliwagawia maskini mali yake yote. Akiwa bado mlei mwenye umri wa miaka hamsini aliteuliwa kuwa askofu mkuu wa Aleksandria huko Misri. Alipokwenda Alexandria, Mtakatifu Yohane aliagiza iandikwe orodha kamili ya mabwana wake. Alipoulizwa hao mabwana ni akina nani, alieleza kuwa anataka kusema ni watu fukara, kwa sababu hao wana uwezo mkubwa mbinguni wa kuwasaidia wale ambao waliwatendea mema wakiwa duniani waliandikishwa wakapatikana mafukara wapatao elfu saba na mia tano naye akawa mtetezi wao ili kuhakikisha kuwa maskini hawanyonywi. Alitoa matangazo ya kuwaagiza watu wote watumie mizani na vipimo vilivyo sawa. Aliwakataza kabisa wafanyakazi wake wote wasipokee zawadi sababu aliona huo ni mwanya mkubwa wa kupokea rushwa. Siku moja alikuta katika sanduku la sadaka vipande elfu nane vya dhahabu, akavichukua na kuvigawa kwa hospitali na monasteri mbalimbali mbali. Alijenga hospitali, kliniki nyumba za wazee na vituo vya watu wasiojiweza na kuzipa ruzuku. Pia alijenga nyumba za kupanga na za wasafiri, lakini yeye mwenyewe aliishi maisha ya kujitesa na kujinyima. Hii ndiyo maana aliitwa Yohane Mtoa Sadaka. Alijenga nidhamu kali kwa waamini ambao wakati wa ibada walikuwa na mazoea kutoka nje na kupiga soga. Mtakatifu Yohane aliweza kufanya hivyo kwa kuwaendea na kusema, wanangu, mchungaji lazima awe pamoja na kundi lake. Walijisikia aibu kwa kejeli hiyo na hawakurudia tena tabia ya kutoka nje wakati wa ibada. Mwisho wa maisha yake aliandika wosia, na katika wosia wake alisema alikuta sanduku la hazina katika kanisa limejaa, lakini ameliacha tupu. Alijitahidi kumpa Mungu yaliyo yake. Alifariki dunia mnamo mwaka 619 Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Yohane mtoa sadaka, askofu. Hakika nawaambia, mama huyu mjane ametoa zaidi kuliko wote. Ameweka kila kitu alichokuwa nacho, hata na kile alichohitaji kwa ajili ya riziki yake. Rejea Injili ya Mtakatifu Marko sura ya 12 aya ya 41 hadi 44. Watakatifu wengine tarehe 23 Januari: watakatifu severianus na mke wa Aquila, wa wafiadini wa Moroko, Mtakatifu Yohane mtoa sadaka